Awali, kabla ya jeshi la polisi kutoa taarifa hiyo, kituo hiki tulimtafuta mtoto aliofanyiwa tukio hilo, ambapo hapa tumeficha jina lake kutokana na sababu za udhalilishaji na usalama wake, ambaye anaelezea mzazi wake huyo alivyokuwa anamfanyia kitendo hicho kila siku. siku mwanamishe usiku livyoamka najikuta ananuka na nyumbani, unakaa wewe na nani? Mimi, mdogo wangu na baba. Mama alikuwepo Tanga. Kwa hiyo ukifanyiwa hivyo uoga upigi, upigi kelele au baba anakuambia aje? Akishafanya alikuwa mifungi tamba macho na mdomo, nili nsipige kelele na nsilie. Naomba <laughs> tu mwalifu akatafutwe popote alipojificha, aje ajiruke na makosa yake ati sintakuwa na amani mimi na mtoto wangu. Mama mzazi wa mtoto huyo ambaye pia tumeficha jina lake kutokana na sababu za kiusalama, akiongea kwa huzuni, anaelezea masikitiko yake juu ya tukio hilo. Ndiko taraka baba akwata. Akasema kwamba anawataka watoto wake. Maana vitu vyake vitu vyote tulivyochuma mimi na yeye alikataa kunipa. Akaniambia sihusiki na chochote. Basi baba alivyosema kwamba huyu hahusiki na chochote, akasema basi watoto mpe pia na watoto wake, nikawakataa ila walinifosi ni wao mpe. Nika ni mpe, nikabidi nitoe watoto fiongo. Akanieleza kila kitu kwamba mtoto tumemkagua, mtoto kaingiliwa kinyume na maumbile, afya na mbele pia, kafanyaje, kaaribiwa na mtoto anatoa harufu kazi na mtoto anajieleza kweli alichomfanyia kitendo hicho ni baba yake na jinsi alivyokuwa anamwingilia. Jeshi la Polisi mkoani Kilimanjaro limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kutoa wito kwa yeyote mwenye taarifa za kuweza kusaidia kumkamata mtuhumiwa huyo asisite kutoa ushirikiano huo muhimu ili hatua zingine za kisheria ziweze kufuata. Linathibitisha kutokea tukio hilo la baba kumlawiti mtoto wake, na tunaendeleza msako e, kwa huyu mtu ambaye anafahamika kwa majina ya Athuman Ally. Jeshi la polisi kwa Kilimanjaro linatoa wito kwa yeyote mwenye taarifa ya kuweza kusa, kusaidia kumkamata sisite kutoa ushirikiano huo muhimu ili hatua zingine za kisheria ziweze kufuata.